Komishona Mombasa, ningependa tu kusema kwamba nimekuja siku ya leo ku... kwa hii program ambayo inafanywa na ministry for interior hasa ku... kujaribu kuongea na wale vijana ambayo wamekuwa kama mambo ya criminal gangs, umejihuzisha na uhalifu na vitu kama hivyo, tuweze kuona njia ya kuwasaidia e... kushika na kupeleka police station. Kufungwa pengine haitamsaidia hiyo mtoto kwa sababu wengine ni wadogo sana juvenile gangs. So ministry for interior imesema kwa uh, uh, kwa kwa ya kwamba tufanye tuwaongeleshe, watafute marafiki zao pia tuongeleshe, tuweze kuhakikisha kwamba wametoka kwa hiyo mambo ya criminal uh, tuwarekebishe tabia, tutafutia nafasi kama mambo za training kama ni tvet uh, institutions waweze kujifunza get skills ambayo ile ataweza kusaidia hao kwa mambo ya maisha, na pia kuona kwamba Likoni imebadilika. Kuna mpango mwingi ya serikali ambayo inafanyika katika Likoni. Kwa majina anajulikana sana kama mama Shamsa, ni mama wa watoto wengi, hasa watoto ambao wanahitilifiana, wamepotea mwelekeo. E, tuko Likoni tangu Jumatatu na sababu gani tuko Likoni? Kuhamasisha jamii kuhusu usalama. Likoni imekuwa ni mji wa kutajika kwa ukosefu wa usalama, si Timbwani, si Bofu, si Mtongwe. Sasa sisi tuna wasiwasi, kuna tatizo gani? Tatizo ni watoto wenyewe? Tatizo ni wazazi? Tatizo ni vitengo vya serikali? Kama mnavyoelewa, swala la usalama lazima kuwe na local solutions husika shirika kuu ambalo ni National Steering Committee, tukazungumza na wao kasema kuna haja muteremke mashinani, twende kila woda, tuzungumze na wananchi, tuzungumze na wazazi na watoto wenyewe, tujue tatizo ni nini, gaps ziko wapi na pia tutatatua vipi. Ndio sababu tuko hapa leo. Tuko Timbwani, kesho tutakuwa Bofu, kesho kutwa Likoni. Tumemaliza, tumekuwa shikadabu na mtongo Unajua, uamuzi wa kuingia kwa uhalifu na kutoka ni wa mtu mwenyewe binafsi. Wengi wanakubali kutoka kwa sababu wameona upande ule kuna madhara makubwa zaidi, na tangu waingie kufanya uhalifu hakuna kitu wamepata. Ndio sababu wametoka, uamuzi wanao wenyewe, sio sisi hmm. Uh, kwa majina naitwa Stephen Abere ni mkuu wa elimu katika eneo hili la Likoni na nimejumuika na wizara husika kuhakikisha kwamba tunajaribu kusaidiana kutatua ile tatizo la uhuni wa vijana. Vile tunavyofahamu, elimu ni kiungo muhimu sana kwa sababu baadhi ya wahusika katika huu uhuni ni watoto wachanga sana, watoto wenye umri wa miaka midogo na ndio tunahakikisha tunajaribu kuhakikisha kwamba hawa watoto wanarudi shuleni. E, kwa hivyo e, ni jambo ni wazo nzuri, ni hatua nzuri serikali imechukua kupitia us, e, wizara ya husika kujaribu kuleta wa washikadao wote tuweze kushirikiana kuhakikisha kwamba hawa watoto na wazazi wao wanaelewa umuhimu wa elimu na e, yale matokeo ambayo yanapatikana mtoto anaporudi shuleni, mtoto anapoenda kusoma, na anakuwa tofauti na wale ambao e, wanaamua kwenda katika uhuni. Uh, niko hapa kwa niaba ya idara, na tuko hapa kushughulikia mambo ya usalama katika Likoni kwa kupitia kuzungumzia vijana wanaohusika na ukosefu wa usalama na wazazi wao. Kama kijana hajasoma shule, kama kijana hajapata ujuzi wa vocational training center, mara nyingi sana atasema sina kazi. Kama huna kazi, ni nini inakusukuma uingie uhalifu? Mbona usiokoke ukaingia kanisa? njia ni pe... sina kazi, njia peke yake ni ya kuingia uhalifu? Hapana, kuna njia nyingi ya kujinasua kama huna kazi. Na ukosefu wa kazi hapa, kitu kinachochangia watoto wanawacha shule katikati. Jana tulikuwa na kijana wa miaka kumi ambaye ameacha kazi ameingia uhalifu, ameacha shule, sorry akaingia uhalifu. Mtoto wa miaka kumi, utamshika umwistaki wapi? Mtoto wa miaka kumi, ni ujuzi gani utamfundisha ya mkono? Kwa hivyo jambo la kwanza ni kuhakikisha kwa ya kwamba wazazi wake wamepatikana. Kama hawako lazima, ana wanaohusiana na wao wa karibu, awe ni babu ama nyanya wanaoweza kuzungumza na yeye warudishe kwa laini, kwa sababu serikali imetimiza yake. Shule ya msingi ni ya lazima na ni bure, kwa hivyo huwezi kulaumu serikali mtoto ameacha shule kwa sababu ya ada. Shule iko, yeye ndio ameacha, kwa sababu tu ya ukosefu wa nidhamu. Hapa nafasi za uwekezaji iko kubwa sana Likoni, sio Bofu, sio Mtongwe, sio Timbwani, sio shika Adabu na sio likoni yenyewe. Lakini kama hakuna usalama, kama wawekezaji ambao wangeleta hizo nafasi za kazi wameogopa kwenda Likoni, wanataka kwenda Dongokundu, wanataka kwenda Kilifi, wanataka kwenda kungine, hatutakuwa tumefanya chochote. Kwa hivyo cha msingi kwanza, kabla ya maendeleo. Na hujauliza, ukipata ujuzi wa useremala utafanyia wapi? Utabidi, itabidi uende dongo kundu, na wewe ni wa hapa. Cha msingi katika maendeleo, kwanza msingi wa maendeleo ni amani. Kwa hivyo watu wa Likoni, watu wa Mombasa, watu wa pwani, tupate amani kwanza ndio tuzungumzie mambo mengine ya maendeleo. Mimi kama kijana, naweza kumpatia ushauri ya kwamba uhuni haulipi na hakuna muhuni aligraduate. Muhimu ni kwamba turudi, tuishi mfumo wa kawaida, tuamini ya kwamba riziki inatoka kwa Mungu. Huo kulala na njaa sio kuteseka. Wazazi wetu waliishi na wakalala na njaa na wakakisha mpaka leo wana survive. Kwanza tuwe na subra hata dini ya Kiislamu inatuambia kwamba ina Allah maswabirini, yule ambaye yuko na subra ndio yuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sisi ambao tutakuwa ni vijana na hatuna subra, tumefuata mwelekeo ambao hatuk, tuko pamoja na Mungu, tutakuwa na nani?